Mungu abariki sana. Naitwa mtumishi wa Mungu Hugo Mlula, na leo nataka tudiskasi kwa habari ya vitu vitatu: kuomba, kutafuta na kubisha. Inatoka Mathayo sura ya saba mstari wa saba ambako wanani, ambapo anasema ombee, nanyi mtapewa, tafuteni, nanyi mtapata, bishe, nanyi mtafungua. Sasa nikianza kwenye habari ya kuomba, Uh, Biblia yenyewe anatuambia kwamba hatujui kuomba kwa ipasavyo. Asilimia kubwa hatujui kuomba, hatujui kuomba. Biblia anatuambia kwamba hata kama wakati unaomba kuwa makini na yale ambao anatamka, kwa sababu aliyeko iko juu, usiongee sana. Kuna principle za kuomba, kuna utaratibu wa kuomba. Sasa kitu cha kwanza cha haraka ambacho kitakusaidia once unaingia katika kuomba, kitu cha kwanza kabisa, unatakiwa uwe na imani ya kwamba sasa naingia kuomba na Mungu ananisikia kitu cha kwanza ni imani ya kwamba kile ambacho nakiomba basi Mungu anakisikia, ya kwamba Mungu yuko hapo na yeye anasikia. Lakini pili, kabla hujaingia katika kuomba, lazima uingie katika toba, ili uweze kuweka ile connection katikati ya katikati ya Mungu na wewe. Toba ni kitu cha msingi sana, kwa sababu inasema dhambi imetutenga mbali na uso wa Mungu. Kwa hiyo, kitu cha kwanza ni lazima ukae katika toba. Fanya toba, omba Mungu kwa makosa yako tuliyafanya. Usiingie katika maombi kabla hujafanya toba. Ukishaomba toba maanake sasa, uh, upo karibu na uso wa Mungu, unaweza kumsogelea Mungu na kumwambia shida zako. Kwa hiyo, ukishafanya toba, kile kinachofuatia ni kuwa na imani. Biblia inasema imani ni kuwa na hakika na kitu ambacho natarajia. Kwa hiyo, cha kwanza, cha kwanza ni lazima ufanye toba. Cha pili ni lazima uh, uwe na imani. Imani ni ile assurance. Biblia inasema kuweni kama watoto. Au mfano mdogo, imani ni mtoto kwa mzazi wake. Mtoto hata kama mzazi hana kitu, anajua tutakula, anajua tutaishi, anajua nitaenda shule, hata kama ajui pesa natoka wapi, hata ajui kama wewe umekopa umecheza vikopo, mfano chochote kile, lakini anajua kwamba uta provide kwa. Hata kwa Mungu pia, kwa sababu ni Baba, ni lazima tuamini kwamba he is a provider. Kwa hiyo lile ambalo nalihitaji, Mungu atalifanya tu, kwa wakati huo ambao unamwona, na ukishaomba, ukishamaliza kuomba kinachofuatia sasa, ni lazima uanze kufanya jitihada ya kile ambacho umekiombea. Yaani, kama umeomba Mungu akupe kazi, basi anza kutafuta kazi. Na unapotafuta kazi, ni sio kila kazi ambao, hata ile kazi ambao unaitaka uenda Mungu akakupa kwa sababu Mungu anakupa kitu ambacho anajua kitakuwa bora kwako na kitakusaidia. Kwa hiyo unaingia kwenye kuomba na kwenye kutafuta. unapotafuta tafuta bila kuchoka, na mshirikishe Mungu katika njia kwa sababu Biblia inasema kwamba anajua na mawazo na wazee. Kwa stage nyingine, hata wakati kutafuta kuna principles, lazima umshirikishe Mungu katika utafutaji wako. Usitafute mwenyewe kwa sababu Mungu ulishaomba kwa sababu kuna vingine Mungu atakupa ni vya kwako, ni vitu ambavyo unastahili kuvipata, lakini kwa sababu umetazama kwa akili yako binafsi utaona kama havitoshi au havijafiti katika mahitaji yako. Ukishaamua kumkabidhi Mungu jambo, maanake muachie yeye afanye. Sasa usio naomba alafu kwenye kutafuta unatafuta mwenyewe mungu wa macho peke yake, kwa sababu hautaweza kusikiliza cha kitu kile cha msingi. Lazima pia ujifunze kusikiliza sauti ya Mungu, sauti ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu sauti ya Mungu ni na ili uweze kusikia sauti ya Mungu sawasawa, maana yake ondoa akili zako na sauti zako za ndani za kwako mwenyewe, then jione kama haujui chochote, afu mwachie Mungu aweze kusema. Mungu atakuongoza tu. Mungu anapita kwa kupitia hisia, anaanza kukupa tu hisia kuhusu jambo hili, sio sawa ni sawa, ndio Biblia inasema amani ya Kristo na iwe ndani yenu. kwa kuna wakati utahisi ya kwamba kitu ni sawa au sio sawa tu, jifunze kusikiliza sauti ya Mungu wakati na tafuta kitu kingine. Ni kwenye kubisha sasa. Ukishafika umetafuta, ni lazima ufanye action kubisha. Maanake ukifika mahali hata wewe labda umekwenda kwenye ofisi, utafungua mlango tu ili uweze kupata access na kitu unachokitaka kwa maana. Maanake kubisha ni kama uthubutu, usione shida kwanza kusubutu kufanya, kwa sababu unapofanya ndipo unapoingia katika kitu ambacho unataka kiona na wengine kitu kingine pia ninge insist kwenye upande wa imani. Watu wengi siku hizi wamekuwa wanaangalia mtu au wanaangalia juhudi zao wenye mailia hata kama upaze sauti kubwa kwa kuomba kwa nguvu sana usitegemee kama Mungu anakusikia kwa sababu umetoa sauti kubwa. Na maana Yesu alisema unapoomba ingia katika chumba cha siri na ukaseme na Mungu wako na kuwa makini ya kile ambacho unachokisema, kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa anaomba na unaongea vitu vingi sana Usijieleze sana kwa wakati, go straight, nataka Mungu akufanyie kitu gani? Acha kueleza vitu vingi, story nyingi, go straight, mwambie Mungu. Ndio maana hata Yesu wakati anawaponya watu alikuwa anasema, nataka nikufanyie nini? Huyu anasema, nataka kuona, anaambia basi, ona. Kwa hiyo unapoomba, usiacha kuongea vitu vingi. Go straight, Mungu nataka kazi. Mungu, nataka kazi nikutanishe na mtu sahihi, au hata kama anatafuta wateja, Mungu nataka wateja lakini naomba nikutasha na wateja sahihi, kwa sababu kuna mteja atakuja katika biashara yako, lakini ni mteja ambaye atakuletea matatizo. Kuna watu watakuja katika maisha yako, lakini sio watu sahihi. Hata shetani mwenyewe aliyofuata Yesu, akamwambia nitakupa miliki zote ukinisujudia. Zilikuwa ni miliki, ndio, lakini hazikuwa katika mpango wa Mungu. Kwa sababu hiyo, kila ambacho kinakuja kwako ni lazima kiwe ni kitu sahihi. Ndio maana nikasema lazima mshirikishe Mungu kwenye kila hatua na kumsikiliza Mungu ukiona nafsi yako haipati amani ya kufanya jambo fulani au kufanya kazi na mtu, achana nayo, usifanye kazi, usifanye kazi, achana nayo kabisa, ili sije kuingiza kwenye matatizo. Ukiona umeanza katika mahusiano na unaona kama moyo wako unakupa uzito kwenye hao mahusiano ambayo unaanza hauoni kama anaweza kufika mbali, achana nayo immediately. Usitake kulazimisha kwamba vitu vitakuwa kwa, kwa sababu ya hisia zako. Kwa hiyo ni hayo machache ambayo ningependa kushare, cha kwanza funze kuomba ua huwezi kuomba ipasavyo. Unapoomba mwamini Mungu kwamba atajibu na amini ya kwamba Mungu amekusikia kuomba. Mara nyingi nyingi haifanyi kwa Mungu, anasikia kama una imani. hawezi kukusikia.